Nizungumzie namna ya, ya kuitumia hizi chia chia, namna ya kuzitumia, fuatilia. Nafungua mfuniko wako, alafu unapima vijiko viwili hivi, vijiko viwili hivi unapima, naweka kwenye maji hayo ambayo yapo cha moja na nusu, yapo kwenye paketi. Tumeandika pia ya matumizi, la umo kwenye paketi Imeandika eh, maji lita moja ni ukitumia maji mengi ni mazuri sana, ya lita moja na nusu hizi chia unaweka kwenye maji kama haya hapa. Vijiko viwili unaviweka namna hii. Okay. Ndani ya dakika tano ni tayari kwa kwanza kuinywa, yenye vijiko viwili vijiko vikubwa. Hii ni kwa mtu mzima. Kisha weka tuwetikisa, hizi dakika tano tuwe natulia kidogo tena, utatikisa hiyo mazingira Sasa takuwa imeloana hivyo, maji yoyote unaweza kutumia maji yoyote unaweza kutumia kutumia, wewe. Hmm. Okay. kwa hiyo hapa maji anavyoendelea kuloana, nizungumzie kitu kingine ambacho mfano <coughs> e, mtu amechukua tu labda naona kidogo kule kwenye nyumba kwa uzaifu wa wakutukutekeleza tendo la ndoa, labda mama amepoteza hamu ya tendoliwe, anaweza akaweka nusu tu ya kijiko hiki au robo ya kijiko hiki, kidogo tu hii, kidogo tu hii akatafuna. Au au mama au mama akaweka hii kidogo tu kwenye kikombe kile cha maziwa, anapopika jikoni pale jioni anaweza kaiweka hii kwenye kile kikombe cha maziwa, na mtangulizia baba mezani, hii chia kidogo tu hii kwenye kikombe cha maziwa, kakoroga, kampa na yeye mama jikoni no, kule kafu afu, akisha kula mlo ule ndio aende kule ofisini kule ndani kule, waone jinsi ubora na utendaji wa tendo la ndoa linakuwa katika viwango vya juu sana. Au mtu anaweza katafuna au akaweka kwenye maziwa au kwenye uji baada ya kuipua, hata kwenye maziwa baada ya kuipua anatafuna kitu kama hiki basi mambo yatakuwa mazuri sana kwa watoto wadogo. Watoto wadogo hizi chia huzitumia, mfano ni mwaka mmoja mpaka miaka mitano anatumia kakijiko kale kadogo kachai kamoja anakunywa. Unaweza kumwekea kwenye uji au kumwekea kwenye haya maziwa akanywa, lakini ukamwambia anywe maji matupu siku hiyo asipungua nusu lita. Lakini mtoto mwenye miaka mitano mpaka miaka kumi anatumia kijiko hiki kimoja, kama anakunywa yale maji nusu lita, kama anakunywa yale maji nusu lita unamchanganyia kijiko hiki kimoja kwenye hayo maji nusu lita anakunywa kijiko hicho kimoja. Lakini kwa wale watoto wanaonyonya, ili wapate madini yaliyo bora, pengine eh, mwanzo wa kutumia chia wa wazazi, mama yule anatakiwa angalau kila siku awe anakunywa katika kijiko kamoja, ili amsaidie mtoto kwenye yale maziwa apate virutubisho na kisha apate madini mengi na aendelee ku na ukuaji mzuri na uliobora. Pia mtoto anapata hizi chia kupitia ziwa la mama. Na, na hii dozi inatumika mara ngapi kwa siku? Hii dozi ukisha kuwa umeichanganya hivi, huyu uh, mtu anatakiwa kunywa kunywa, haina mfumo wa kusema asubuhi, mchana, jioni, anaituma maji haya yaishe, ila ndani ya masaa kumi na mbili kwa yule mvivu tunasema ndani ya masaa 12, lakini kwa mnywaji anaweza kumaliza maji ndani ya saa moja au nusu saa. Kwa hiyo kila siku yule kwa yule anayeuma kila siku atatakiwa ana kunywa kwa kweli moja lenye vijiko viwili, au mtoto kijiko kimoja kwenye maji nusu lita, mwenye miaka mitano mpaka ile kumi. Ni hivyo kila siku, utumiaji unakuwa hivyo. Na pengine mtu mwingine atashindwa kunywa kwa maji kama hivi. Maana tunaona tena dakika tano hizi, ndio naona kama kuisha na ya, lakini yenyewe imeshaloa na tayari penye hapo imeshaloa, na unakuta inakuwa na kuteute hivi kama mayai yaliyotagwa ya, ya samaki vile. Sasa mwingine akiona hali hii anakwaga atafikiri tu kichefuchefu. Kwa hiyo sasa huyu kama hata hataweza kula hivi, anaweza kaichanganya hii kwenye juice au akachanganya maji haya kayapiga kwenye blender yakawa hayaonyeshi juice punje. Ila niseme yoyote ajitahidi kutumia chia kunywa hata kama na hisi kichefuchefu, kwa sababu hii haileti kichefuchefu, atumie kunywa, kwa sababu tiba hizi ukizikosa kwenye kampuni hii, magonjwa yako utasababisha baadaye waseme waende katiboe India kwa milioni mia moja hamsini, wakati sisi tunajua hapa unatibiwa na hiki kilicho live hapa kwa shilingi hizi elfu kumi elfu ishirini elfu arobaini sasa kwa nini ukatibiwa na mahela mengi hayo? Kule unatibiwa na bidhaa hizi hizi, ila usioni kwa macho yako kwa wazi. Mimi ni Mtanzania ambaye ni mchungaji, ninawafungua watu sana. Tusiingie kwa maskini kwa ajili ya kutibiwa kwa, kwa gharama vitu ambavyo sisi tunalima mazao, wao wanachukua kule, ndio wanawauzia watu vidonge ambavyo wametengeneza, hela ni nyingi mno, kitu ambacho sisi tunajua wamepona kama kwa shilingi elfu ishirini wewe unaweza kutumia mamilioni mia moja na hamsini. Kwa hiyo hata wanavyotuambia wa Tanzania ni maskini, sio maskini kimfumo, ila masumu waliotupatia na jinsi ambavyo tunaugua na jinsi wanavyotutibwa, wametufumba kitu fulani. Wao wanakula hizi, sisi wanatupa makidonge. Kwa hiyo matumizi tunayoyatumia kwenye matibabu hayo ndiyo yanayosababisha sisi tuwe maskini, kwa sababu tunatumia darama kubwa mno.